Tukamalizie kazi yetu ta watu wanatupigia kelele basi, enda kwa hizo road test zako, ukatest na watu wenye utapatana nao. Si na, na si uta test na akili yangu, mimi ndio mwenye kuzaa Grace, na sikuhitaji na sihitaji maswali yako. Niache kutest na akili yako, nikuulize swali tu moja. Saa hii nikiingia kwa simu ya huyu wenye unaita bwanako nianze kuchunguza ana, ana, ako na wanawake wengine ukipata ako na wanawake wengine unaweza fanya nini? Hiyo ni kazi yako, mimi yangu si kuchunguza mm -hmm. mm. watu wangu, kwa hivyo mm. lakini mm -hmm. wacha niongee kidogo eh Bashir, wacha nikuambie kitu moja. Ona hiyo hiyo mchezo wa panya na, na paka unacheza, very soon itakuleta hapa, ni wadharani, venye umefanya venye unafanya tu, pesa ya mama unachukua unapeleka. Chunga sana, usiwe panya ni paka. Pesa mahali unapeleka, nitakupeleka tu nikuonyeshe. Usifikiri ni siri umefanya, hakuna kitu missing eh? Naonyeshwa kila kitu venye unafanya na kutoka mwanzo mpaka mwisho imesema, huyu ni wale watu wanaendea tu majini pale. Si hizo wa e, ni za njaa. Nimekuambia, nimekuahidi leo hivyo, hizo nazo ni za njaa, ni pesa inamsumbua. Tafuta za maana, hizo ni za njaa. Wangwana wako hawana chochote, unasikia? Utotumajini twako ni tule twa njaa. Situletee hizo histori zako hapa zenye. Kwanza beba, amka tuende tukamalizie kazi yetu ama sijui ndo nani? Mweza... kazi ngine lakini Wacha tune tuambuliake polepole kwanza. Mm-hmm. Ile kitu fana mzee unashughulikia kwanza, madhi amekwama. Acha tumalizie mzee ndio sasa. Kwanza juu kile kitu najua. Bashir saa hii. Mm. Jua ameanza kusikia tunajua tunajua mambo yake. Mm. Ataanza kwenda kwa mganga. Mm. Atarudi huko huko tu. Mm. Eh, anamazisha kile sana anza anza. Mm. So, hiyo ndio naona. Ulikuwa na maoni yangu ile naonyeshwa sasa. Mm. Bashir akili yake saa hii nafikiria sasa kurudi kwa mganga. Mm. Nataka sasa tuende tukamkuta kwa mganga. Huyo unaye na mganga huyo wake ndio nataka sasa wakati ataenda huko, tukawakute. Hebu tutokeni hapo, sababu huku ni kwa ay, buti tokenia, buti uh, wenyewe uh. <tukatwele> Hey, yes. ina, ina, ina, kama kuna mtu nahurumia Nimejiona ama nimejisikia, nimeona na ile nime na mama hata sikusikia peke yake, mesikia ale ngine, hata sijaamini kama huu ni mama yangu mwenye nilimwacha. Kasikuwa hizo karakta konazo na vinyana ba, hata siamini kani mama yangu. Daktari, lakini umefanya vizuri sana ukatuleta tukaona, juu hakuna mtu angeamini. Ungeniambia kuniambia, sidhani ningeamini. Nahurumia dadi sana, alikuwa ameona nini kwa mama? Sidhani huyu ndo alikuwa anadeserve kupatiwa kama yake mama. Si kupenda kwake me, si ni vitu amewekewa, ni vitu amefanyiwa, si ati ni kupenda kwake. Usijali itakuonyesha venye tunaendelea tu, tuna tu itakuonyesha venye mamu alifanyiwa. Utajua ukweli hata wewe, ukweli ya kwanza umejua sasa. so, nyingine itakuonyesha ya pili na ya tatu, tuenda tu kila kitu utajua ukweli, si kupenda kwa mamu. Ah, sina kitu maneno, nimeona hata nashangaa. Sasa next ita juu mwenye, na itakuwa nini juu mwenye watu wote, nilikuwa naamini kama mamangu, nilikuwa namuamini bidhaa nilikuwa namwamini. Umeona vitu zenye watu wanafanya, na hakuna mtu hata anakubali kitu amefanya. Sahi kila mtu anaruka, inakaa ni kama ni mimi nimewakosea. Bat ukiangalia maisha yenye mzae anaishi ushagu, na maisha yenye mamako anaishi huko, alafu ile kiburi yakonayo, kwanza yako na kiburi sana. ahiyo time ukifa, ukiangalia ni pesa yako ndio amekalia ndio anaongelelea ndio inafanya ndio imemweka town hii Wah, sasa shida ni kuwa hiyo pesa yenye ulikuwa mtumia yote hakuna investment yote nataka tu alifanya. Hapo hakuna lakini kitu daktari anisaidie. Mhm. Hata kama, nitarecover tu ile kidogo kama <todicu> hiyo gari tu tuweze kuipata. Sasa hii si story, kwa hiyo umesikia venye wanaongea. Hata mara walinunua gari ingine ama kulifanyika nini sijui. Daktari <todicu> tu <todicu>, anisaidie jumzae pale nyumbani. Ahitaji hiyo maisha na siwezi rudi niache mzai akikaa hivyo juu, malesa umemwona. Mingideta mm -hmm, sina maneno mingi, mechanganyikiwa ile iko Grace. Pesa. Nani ndio anakula pesa Bashiri? na Pesa, Bashir, pesa iko na kuna vitu mingi Bashiri amefanya na hiyo pesa

na, mama yako usikue na shida. Na usiende kuambia mzee venye uliyepata mama akifanya. Mzee wacha kwanza atulie maroho yake, maisha yake kwanza, aendelee na maisha yake mzuri alafu jua kiendelea tu hivyo, hata yeye atatokomea, lakini hata tokomea mikiwa sawa, usikuwe na shida. So gidii, sa vitu yake yote atapata mama, tutamwokoa kwa mikononi ya Bashir. hiyo ni minyororo amefungwa hapo tu, lakini tutamuokoa usikuwe na shida. Niko nayo tu gidi, sijui we unasema aje na unaona aje Ma? hii stori imeni imenipiga shoki ingine, sikuwa na imagine kama tunaweza kuja kupata mama Grace. Na mi kitu yenye nakumbuka time tulikuwa mara ya mwisho yenye tulipatana, niliambia tu hapo na mtu but sikuwa na imagine kama anaweza kuwa mama Grace. Mtu mwenye anahurumia hapa ni babake, sababu hata ni hivyo tu wewe wenye hakwa huku, sababu hata angekuwa hapa, huenda ingekuwa stori nyingine, uenda presha yake hata ingepanda, sababu tayari ni mtu ako na presha, anatumia madawa. Ai, wazazi wazazi, si wazazi wako na shida, vijana ndio wako na shida vijana. Hmm, hmm, wanataka kula kula pesa ya raisi. Daktari nikuulize, bradhangu mdogo mwenye alipass, unaweza kuwa unajua sababu, kwa sababu umesikia hata madhe hataki hiyo story. Mzae pia ajui. Sasa mimi niko hapa niko confused, sijui nini iliendelea mambo yake, naomba nisikueleze for now. Nataka ukuje kuona chenye ilifanyika, ndio akuja kupasi, juu ni vitu ngi mingi ilienda, vitu mingi ilifanyika, ndio akuja kupasi. Na mama yeye, aliona mtoto alikufa tu kawaida, lakini ile ilikuwa inafanyika, kwanza kijana alikuja kujua chenye ilikuwa inafanyika hapa. hmm? alikuwa anajua mama, mamako anaishi na mpenzi wako na so katikati kati yao kuna mtu alifanya hiyo mambo kumtoa kwa hii dunia juu alikuwa kizuizi kwa lengo huyo. Saa hii sitakukuambia ni nani, nataka kuja kuonyesha na kuonyesha vyenye ilifanyika, utakubali, ndio hata dadi pia ajue vizuri, kwa hata yeye alisema ajui, na kama mzazi kupoteza mtoto na ujui nini ilifanyika, pia yeye anajua, anaweza taka kujua For now ka ukijua haikuwa kifo ya lali, lakini nipe muda nikaende, nikukuonyeshe uone na macho vyenye ilifanyika, na nikupeleke venye mahali ilifanyikia. Ndio hata hiyo siku tupeleke dadi yaone chenye ilifanyika. Mtoto wa wani alifanywa, kifo yake iko ya lali, ni ugonjwa wa kuwekelewa, alafu akakuja akatolewa kama uu alikuwa kizuizi ya mtu wangu leo daktari amefichua mengi na bado kuna mengi yatazidi kufichua. Wacha tufike hapo tupatane next episode.